Hadithi yetu ya leo ya kuvutia ni kuhusu Juma, kijana mrembo sana aliyeishi kijijini Tanzania. Uzuri wake wa kipekee uliwafanya vijana wenzake watatu kuwa na wivu mkubwa, wakamudu na kumtupa shimoni msituni siku ya sherehe ambapo binti mfalme alikuwa akitafuta mume. Licha ya jaribio lao la kumharibu maisha yake Juma aliokolewa na mwinda, akafika ikulu akiwa amechoka na mchafu. Lakini hatima ilimtabasamu, ambapo binti mfalme alimchagua kuwa mume wake. Wivu wa wale vijana uliwageukia wenyewe, nao wakaadhibiwa vikali. Tuingie moja kwa moja kwenye hadithi kamili. Katika kijiji kidogo kilichopo katika milima ya Tanzania, miongoni mwa mashamba ya mihogo na mahindi, aliishi kijana aitwaye Juma. Ingawa wanakijiji walimuita e, Mrembo, jina ambalo hakulitafuta, lilimkalia kama umande wa asubuhi kwenye majani ya ndizi. Tangu alipokuwa mkubwa wa kutosha kusaidia shambani, sura yake ya kupendeza ilivuta macho, taya kali, ngozi ya kahawia yenye kung'aa chini ya jua na macho yaliyoonekana kuwa na hekima ya mababu. Alikuwa mtoto wa pekee wa wazazi wake, wakulima wa mihogo wenye masikio madogo yaliyozungukwa na mistari ya miti mirefu. Mama yake Fatuma alikuwa na kicheko kinachoweza kufukuza mawingu ya dhoruba, wakati baba yake Hassan alikuwa mtu wa maneno machache, akiamini kuwa kazi ngumu inazungumza zaidi ya sauti yoyote. Maisha yalikuwa rahisi na yenye amani hadi maneno ya wivu yakaanza kusuka katika kijiji kama mzabibu unaotawala njia. Shida ilianza polepole pole, kama upepo wa hamatan. Juma alipopita sokoni akibeba vikapu vya mihogo iliyovunwa, vikundi vya vijana waliongea kwa sauti ya chini. Mwanzoni aliwaza kuwa ni mazungumzo ya kawaida. Lakini jioni moja kando ya mto ambapo wanaume hukusanyika kuoga na kushiriki hadithi alisikia wakisema Tazama anavyotembea kama anamiliki kijiji kizima kwa sababu tu uso wake unaweza kuvutia mizimu, mmoja alisema Akigeuka, Juma aliwaona Ali, Ali Omar na Yusuf, vijana watatu waliotembea kama vivuli, macho yao yakiwa na mchanganyiko wa dhihaka na sumu. Alitoa tabasamu la heshima akitumaini wema utalainisha kingo kali, lakini iliwaka moto zaidi. Tangu siku hiyo walimfanya kuwa mzaha wao wa kila siku. Uso mzuri hakuna nguvu halisi, walisema. Unadhani, binti mfalme atakuchagua kwa sababu tabasamu lako linang'aa zaidi ya dhahabu? Waliiga hata mwendo wake wenye uhakika, wakivuta kicheko kutoka kwa wapita njia. Juma alirudi nyumbani akijifanya hashuku, lakini peke yake ndani ya nyumba uzito ulimshinikiza. Mama yake aliona kama mama huona. Mwanangu, alisema akimpiga bega kwa upole, hata tunda lililoiva zaidi huvuta ndege wenye njaa zaidi. Usifiche mwanga wako kwa sababu wengine hawawezi kustahimili. Maneno yake yalimtia joto, lakini katika kijiji chenye uhusiano mkubwa, kuwa mrembo kulihisi kama kubeba mwiba upande. Mazaha yalizidi kuwa giza zaidi Uvumi ulienea kama moto kwenye paa za nyasi: uzuri wa Juma sio wa kawaida, mama yake lazima alienda kwa mganga wa kienyeji kupata mvuto kama huo. Wanakijiji walianza kumkwepa sokoni, watoto wakicheka nyuma ya mitende. Fatuma alikasirika aliposikia uvumi. Hawatachafua jina la mtoto wangu kwa wivu wa kipuuzi, alitangaza. Lakini Hassan, daima mtulivu, alishauri utulivu. Mazungumzo ni abure, ya bure yaache yapite. Juma alijaribu kumtii lakini kupuuza maneno kali ni kama kupuuza joto la jua. Hivi karibuni mama yake ilimzuia asitembee sokoni ili kuepuka mapigano. Alibaki shambani akivuna mihogo au kupika ugali lakini upweke ulimla. Akitazama kupitia ua lililosukwa, aliwatazama Ali, Omar na Yusufu wakizungumza njiani kwenda katikati ya kijiji, akitamani urafiki huo. Kisha ikaja tangazo lililobadilisha mambo. Mpiga ngoma alipiga ngoma yake akitangaza kuwa binti mfalme yuko tayari kuchagua mume. Sherehe kubwa yenye ngoma na maonyesho ya nguvu itafanyika ikulu, ikiwaalika kila kijana asiyeoa. Kijiji kilikuwa na msisimko wa wanaume wakipamba nguo zao za kitenge, wakifanya mazoezi ya harakati za sarakasi. Juma hakuwa na nia ya kwenda, alijua dhihaka inamngojea, lakini Fatuma alisisitiza, utaenda mwanangu, usiruhusu sumu yao ifunge hatima yako, mizimu inaweza kukutabasamu siku hiyo. Kwa kusita alianza kujiandaa akikopa nguo bora ya baba yake iliyopambwa adinkra na mkufu wa shanga kutoka mama yake. Unaonekana kama mfalme, alitabasamu. Bila Juma kujua vivuli vilipanga gizani. Ali, Omar na Yusufu walikusanyika kando ya mto asubuhi iliyofuata. Unadhani mrembo ataonekana sherehe? Yusufu alilalamika. Akionekana, binti mfalme hatatutazama. Omar alitema. Basi tunahakikisha haendi, Ali alipanga. Mpango wao ulianza kwa kujifanya wamebadilika. Siku chache baadaye walifika nyumbani kwa Juma, wakiwa na zawadi za ndizi zilizooka na pombe ya mtama, tabasamu pana kama mto Rufiji. Akiwa ameshangaa, Juma aliwakaribisha. Walimwomba radhi kwa ukatili wa zamani wakidai ukomavu umewafika. Fatuma aliwatazama kwa shaka akimvuta Juma kando usiku huo. Kuwa makini, mwanangu. Chui hawabadilishi madoa, wanatembea kimya tu. Lakini roho ya Juma ilitamani uhusiano, alichagua kuamini. Watatu walitembelea kila siku wakicheka pamoja, wakipigana mieleka kwa kicheko, wakisifu nguvu zake. Siku moja ya mchana aliwapa kuona mavazi yake ya sherehe. Unaonekana ushindi, Ali alisema, macho yaking'aa baridi. Jioni hiyo walinong'ona mpango wao wa kweli: kuchimba shimo msituni na kumvuta huko siku ya sherehe, kuharibu nafasi zake. Wakiwa na panga na jembe, walifanya kazi chini ya mwezi, jasho likichanganyika na chuki, hadi mtego ukawa mkubwa na usio na huruma. Asubuhi ya sherehe ilipambazuka na mwanga wa dhahabu fatuma alimwamsha Juma mapema, akimkumbatia. Shika njia kuu, usifuate nao, niliota ndoto mbaya. Aliapa kuwa makini, akaenda ikulu kusaidia maandalizi. Hivi karibuni watatu walifika wakiwa na nguo za rangi kama maua yanayochanua. Juma, jiunge nasi, Omar aliita njia ya mkato msituni, tuhifadhi nguo zetu safi hadi ikulu. Alisitishwa akikumbuka onyo la mama yake. Ah, bado unasikiliza hadithi za kizee? Ali alidhihaki. Haki sasa sisi ni ndugu, sivyo? Moyo ukishinda akili, Juma alienda. Walitembea wakitania kuhusu mtazamo wa binti mfalme, furaha ikimiminika ndani yake kwa mara ya kwanza kwa miezi ndani zaidi, mazungumzo yalipungua, msitu ukanyamaza, moyo wake ukakaza. Hii njia ardhi laini, Yusuf alihimiza akipiga hatua mbele. Ardhi ilimdanganya, alianguka shimoni, akigonga mizizi, maumivu yakilipuka, akiwa amepotea fahamu. Mchanga umefunika, alitazama juu na kuwaona wakiwa na tabasamu za ukatili. Mrembo sio tena, Ali alidhihaki. Tembea humo ukipenda. Kicheko kilirudia huku wakitoweka. Juma alipiga kelele hadi sauti ikakauka, akipapasa kuta bila faida. Jioni ilimfunika na baridi ya upweke, ufahamu ukipambazuka amenaswa bila mwokozi awaye yote. Ikulu, Fatuma alitazama umati kwa wasiwasi, Juma hayupo. Aliwauliza watatu, walijifanya hawajui, wakiendelea na sherehe. Binti mfalme alitazama maonyesho ya wachumba lakini hakuna aliyemgusa moyo. Hakuna hapa anayenifaa, alimwambia mfalme. Akanyamazisha ngoma akitangaza hakuna ndoa. Umati ulishangaa, vijana wenye wivu walikasirika. Fatuma na Hassan walikimbia nyumbani kisha ikulu, wakimjulisha mfalme. Akitaja washukiwa alichochea hatua. Mfalme aliwahoji Ali, Omar na Yusuf kukana kuliporomoka chini ya mtazamo wa kifalme. Walinong'onea, wivu ulitupofusha, baba zetu walimsifu, hivyo tulipanga kumnyenyekevu. Mfalme aliamuru kifungo na kufukuzwa kutoka biashara au mazungumzo baada ya kuachiliwa. Walipovutwa na walinzi, binti mfalme alitangulia. Nimempata, alitangaza akimkaribia Juma akipangusa mavazi yake akimkumbatia kwa joto. Shangwe zilipasuka, wahalifu waliteremsha vichwa kwa aibu. Mwindaji aliyetajwa alizawadiwa dhahabu. Licha ya sumu, njia ya Juma ilimpeleka utukufu, ikithibitisha wivu huchimba kaburi lake mwenyewe.